Pia hawezi tena kusaidie kama kwa sababu khalifa ni cheo ambacho kwa hali yote ile natakiwa endelee nacho mpaka mwisho. Alichaguliwa ndio akawa khalifa, lakini kulikuwa na maugomvi makubwa sana wakati huo. Sio kwamba wote walimkubali, walikuwa walimkataa, na hizi ndio sababu zilizomfanya hata yeye akaona sasa hii kuletesha amani hapa mimi, ni bora mimi niachie ngazi wa ila mambo yatazidi kuwa mabaya. Kwa hiyo aliachia kwa nia nzuri, kwamba hali ilikuwa imeharibika sana, wakati ule damu nyingi sana zikawa zimemwagika. Kwa hiyo tunaohesabu hawa mahalifu wanne kwa sababu walikaa mpaka mwisho katika ile system ya nani, hii mshtunaona Hadhrat Uthman radhiyallahu yeah anhu alipata hali nzito sana kumwambia, ni sema bana, mimi siachii ngazi, mimi ni khalifa Mwenyezi Mungu. Shinikizo kubwa sana mpaka kwa wa sasa huyo, mpaka alibakia khalifa mpaka mwisho wa uhai wake. Sasa mtu ambaye aliachia mwenyewe, sasa katika ile nidhamu za uongozi nakuwa kwamba yeye inakuwa hesabii, ingawa anaheshimika ucha Mungu wake na zile dhamira zake zote zinaheshimika kwamba aliona nini na kadhalika, lakini makhalifa ambao tunaohesabu ni wale ambao waliendelea mpaka mwisho wa uhai wake, kwa sababu cheo cha ukhalifa sio cheo cha kuwachia ngazi. Lakini pia walipatikana makhalifa wa aina nyingine, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika ile aya anasema, nisoma: waadallahu alladhina amanu minkum waamilu salihati, Mwenyezi Mungu amewahidi wale waliamini nafanya, la layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa lladhina min qabli, bila shaka atawafanya mahalifa katika ardhi kama alivyowafanya mahalifa wale wa kabla yao. Sasa baada ya ukhalifa wa nne ambao ulikuwa kwa hakika hawa wanatawala zote dola pamoja na dini, fujo na vurugu kubwa sana zikatokea, ikaja aina nyingine ya ukhalifa ambao hii sasa ilikuwa imegota tu kwenye dini, ndio wale wanaitwa wajaddid. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, inna Allah e, yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina, kwamba hakika Mwenyezi Mungu ataleta mwanzoni mwa kila karne mtu atakayejadidisha dini kwa hiyo tunao wajadidi kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya kumi na tatu alipokuja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, akiwa yeye ni mujadidi wa karne ya kumi na nne, ambayo iko bishara nyingi ambazo yule ndio atakayekuwa pia Imam Mahdi yee ye ndio mjadidi mkubwa kuliko zote akiwa na daraja la unabii. Sasa, kwa hiyo mlolongo ule wa ukhalifa umeendelea, lakini huku umeendelea katika njia hii ya kiroho peke yake nyingine waliweza kutokea wajadid pengine hata wawili na kadhalika, kitu kama hivyo na ile system ndio inaendelea. Baada ya Sayyidna Ahmad, sasa makhalifa wanashika nafasi ile ile, ambao wataendelea mpaka siku ya Kiama, kazi ni ile ile kati kwamba ule mlolongo ile kamba mwenyezi kamba mwenyezi Mungu, watasimu bihablillahi jamian wala tafarra, shikamaneni katika kamba mwenyezi Mungu kwa pamoja, wala msifarakani iki. Kwa hiyo khalifa ni kamba Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa wajadidi kamba Mwenyezi Mungu, wale walikuwa wanaongoza watu katika njia. Kama vile mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wa kamba Mwenyezi Mungu, manabii walikuwa ni kamba Mwenyezi Mungu na mahalifa walioacha ile kamba ile kuanzia Nabii Adam na mitume wote hawa wakaja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikuwa ni kamba ya Mwenyezi Mungu na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mimi na manabii waliopita ni sawasawa na nyumba moja nzuri sana. Kila mtu alikuwa anaiona, anaitamani, anaisifu, anasema lo, nyumba hii nzuri kiasi gani! Laiti upenyo wa tofali hili ungekuwa umekamilika, ingekuwa nzuri kiasi gani! Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, asema, basi kwa hakika mimi ndio tofali lile la mwisho. Nimekuja kukamilishia kukamilisha jengo hili, hili ambayo limekuwa nzuri sana. Sasa hawa wote manabii waliopita mradi wake ni kwamba walifundisha kitu kimoja, kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, la ilaha illa Allah. Unaona bwana, kwa hiyo wakaja wakafundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ikawa kwa mapana na marefu, iliyojumuisha kila kitu, lakini hapo kabla ilikuwa sio hivyo. Kwa mfano Nabii Isa bin Mariam aliwahi kuambia wanafunzi wake, bado ni kali, ninayo mengi ya kukuelezeni, lakini amwezi kuyavumilia hivi sasa, mpaka atakapokuja roho wa kweli, yeye ndiyo atakuelezeni kweli yote. Hapo alikuwa anaashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roho wa kweli, ambaye alikuja akaeleza kweli yote ambayo ndio Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilisheni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema ni yangu, warah wetu lakum alislamu dina, na nimekuridhieni Islam iwe dini kwa ajili yenu. Kwa hiyo mlolongo ni ule khalifa kwake Mianzia kwa Adam umekwenda ukaja katika shani ya juu kabisa na kukamilika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umeendelea umekuja tena kwa Sayyidina Ahmad Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema: kaifa tahliku ummati wa ana awwaluha wal masih ibn Maryam fi akhir, unawezaje kuangamia umati ambapo mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko mwanzo wake na mwisho wake yupo Isa bin Maryam. Sasa huyo Isa bin Maryam ni nani? Ibn Maryam mathalan Ibn Maryam wa mfano ambayo Qur'an imemsitaja, na ndio yule Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwelezea kusia Isa bin Maryam anasema ala tambueni, fahamuni, fa innahu khalifati fi ummati, hakika huyo Isa bin Maryam atakuwa ni khalifa wangu ndani ya umati wangu. Kwa hiyo wale wanaodhani kwamba Isa bin Maryam yule aliyetuma kwa Israeli, hapana, Mtume alisema atakuwa ni umati wa khalifa wangu ndani ya umati wangu, atatokana na Waislamu na ndiye masihi aliahidiwa, ambayo sisi tumempokea na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ndio tunatumo ndani ya nidhamu. Leo tunakutana ndani ya nidhamu ile ile ya manabii kuanzia Adam, lakini menda inaboreshwa na mpaka siku ya kiyama tuendelee. Wale watakaoshikamana na ukhalifa mpaka siku ya kiyama, hao watakuwa wenye bahati nzuri sana. Mikiki yoyote utakayoipata, nasema watasimu bihamdillahi jamia wote shikamana tena, kwa nguvu sana, kwa nguvu sana, bila kuachana nayo. Kuna migogoro mingi, fujo za nje na ndani, lakini shikamana na kwamba Mwenyezi Mungu daima, shikamana na Khalifa na daima shikamana na uongozi ule ambao umeteuliwa na Khalifa, shikamana nao kwa kila hali. Naona basi, hapo utakuta kwamba Mwenyezi Mungu ataendelea kutoa baraka zaidi na zaidi. Shukrani Sheikh Saidi kwa